Niko na shungu siwezi kukula hata kulala, kutangu Raila Molodinga kufe, kulala imenishinda, hata kukula imenishinda, ndio naona naongea na sauti kidogo, sina nguvu. Sasa kitu menye naweza sema kwa watu wakaiji wa Kisumu na Kenya jumla na world, naweza sema hivi Raila Molodinga itaingia hapa kesho Kisumu hapa katika hii uwanja ya mambo leo mwenye yeye mwenyewe walijenga. Naomba watu wa vijana wote tukwe na amani, tusikwe na kuvururisana, tukwe, tupange tu laini mwenye tupate oda taratibu, kama mali ameweka, tuone baba tupate respect ya mwisho. Hiyo ndio nilikuwa natamani, nilikuwa natamani na tamani hata media, but kwa bahati mzuri nimepata media, naongea hawa watu wote, my youth, tunajua Raila amezatetea sisi, na Raila ni demokrasi. Raila ameleta vitu mingi hata devolution. Naomba sana sana sana wa youth, sisi youth ndio inalinda dunia tusiharibu dunia yetu, tutengeleze. Mimi naomba mimi nitakuwa ntulizia sana polepole mpaka pole. Nipigie baba, asante ya mwisho baba. Lala mwema, Mungu weka baba malipeponi. Asante sana. <coughs>